Mara ya kwanza au mara ya pili kukusimamisha hiyo. Na, naomba utambue hisia zangu ya. Mimi sio wachezaji kama unaowajua wanaume wengine. Niko niko tayari kukuoa, niko tayari kuishi na wewe. Natamani siku moja uwe mama wa watoto wangu na mimi niwe baba wa watoto hivyo. Natamani sana pale nyumbani uwe na mtu ambaye naweza nkatoka kurudi na kukutana na mke wangu kwa ajili ya kunibadilisha mawazo hapa na pale Alimu, naomba nikubalie kama upo tayari kunioa hapo sawa, ila kwa vinginevyo. Mimi niko tayari. Huyu oh, ni aliambo, hapa mnafanya nini? na huyu ni nani? <tune> hivi hichi mnacho kifanya hapa? Mnaona mkosai kwe mwanaume, mwauaji huja nyumbani nakufanya taratibu za ndoa, lakini sio kukutana uu vichochoroni. Na kingine nikuambie tu kitu kimoja ambacho kitakusaidia kwenye maisha yako siku zote, anayeonja hanunui.